Habari zenu wa Tanzania, sasa nilikuwa nataka tuongelee ile ishu ya sehemu za kukutania. Hii ndio, I think imekuwa changamoto kubwa kwenye uh, uh, hii kampeni yetu yote ya maandamano ya ishirini na tisa changamoto tulionayo ni hii ya kuamua, je, tunataka kutaja maeneo ya kwenda kukutania or not. I think mpaka sasa hivi tulipo, tulipofika uh, idea tuliokuwa nayo ni ya kwamba kila mtu tarehe ishirini na tisa saa kumi na mbili asubuhi toka nje mfate mwenzio nyuma, ok. Alafu mtajua pa kuelekea mbele kwa mbele. I think um, uh, tunaweza tukaexpand kwenye hii idea tukaiexpand ili iwe more clear kwa watu bila uh, kutaja maeneo haswa ya kukutania. I think, mimi, I think think hii uh, and this is what I think, labda nanyie mtaweza kutoa maoni yenu kwenye comments. Mimi I think tuendelee na hii idea yetu uh, lakini tu expand kwamba tuseme kwamba kila mtu atoke ndani aende kwenye barabara kuu iliyopo karibu na nyumbani kwake. Wote tukutanie kwenye barabara kuu za maeneo yetu. Tukishafika kwenye barabara kuu, tunaelekea mjini okay. Kwa hiyo kote yani nchi nzima kila mtu toka ndani, ingia saa kumi na mbili asubuhi tarehe ishirini na tisa Toka ndani, ingia barabara kuu iliyopo karibu na nyumbani kwako. Hapo ndo tunakutana na tunaelekea mjini. Hatuna haja, hatusemi maeneo, kwa sababu tukisema maeneo tumeirahisishia polisi kazi. Kwa mfano tukisema jamani, tutakutana sijui kwenye mataa ya ya uh, ubungo pale basi, askari wote wataenda pale, magari yote yataenda pale. Lakini tusiposema itabidi polisi wajistretch nchi nzima, maeneo yote wapeleke magari, maeneo yote wapeleke askari. that means kila eneo polisi watazidiwa idadi, watazidiwa nguvu. Na wananchi hatuwataki wote eneo moja, ndio maana hii tunaoshindwa kusema exactly tunakutana hapa, tunaenda hapa. Jamani, sisi tuna akili, sisi sio low IQ zero brain kama Samia. Tuna akili, tunajua tukisha kutana kwenye zile barabara kuu, tunaelekea mjini. Mjini tunaenda wapi? Dodoma. Mnajua mnatakiwa mna kwenda wapi ili kumwondoa Samia. Daa, mnajua mnatakiwa kwenda wapi ili kumwondoa Samia. Mwanza mnajua, Arusha mnajua, Mbeya mnajua, Shinyanga mnajua, Kilimanjaro mnajua, kila mkoa mnajua wapi pa kwenda pakwenda kuipata nchi. Kwa hiyo tufanye hivyo. Barabara kuu tutakutania kwenye barabara kuu za maeneo yetu.